Kwa kocha Pedro Concalves ambaye tunaambiwa kwamba ana uwezo wa kutumia mfumo zaidi ya mmoja 4231, kuna wakati anakuwa hivyo 433, unamuona pengine kwenye mchezo wa ugenini, tabia zake huwa ni zipi ukilinganisha na kikosi alichonacho cha Young Africans? Umezungumza jinsi ambavyo amekuwa na uh, utofauti kwenye kubadilika, na amekuwa hivyo toka alivyokuwa na timu ambazo ameziorodhesha e, kipindi ambacho upo e, eh, de Agosto mpaka alivyokuwa na, na, na timu ya taifa ya Angola amekuwa na tabia hiyo ya kuwa ni, eh, kocha ambaye atabiriki na ni kocha wa kisasa ambaye amekuwa anaenda na badilika badilika na mifumo ya, ya kisasa na ndio maana ukimtarajia anakuja hivi anakuja yani na utofauti e, eh, kitu ambacho alikionyesha katika mchezo uliopita Yanga dhidi ya Far Rabat. E, eh, unapongeza kwa jinsi ambavyo aliweza kusoma ile assignment yake vizuri kwamba aliwasoma vizuri wale wapinzani wake na akaja na kitu cha utofauti. Wengi walitegemea pengine angeingia na mfumo wa nne mbili tatu moja katika mechi ile ya mwanzoni, na kweli aliaplai kwa kwa muda mfupi, lakini kwa asilimia kubwa uliona aliingia na mfumo wa nne nne moja moja, kitu ambacho uliona mshangao e, nne nne moja moja maanake katika watu wa nne, ilikuwa mechi iliopita ilianza na Mwenda e, Job Baka na Shabalala e, lakini e, fazi ya pili unamkuta unamkuta Maxi Juke Abuya mudathiri na e, kwa juu namkuta hapa kumi afu juu namkuta eh, Prince dube kwenye nne nne moja moja, na kuna mda kama alikuwa namuona kwa upande wa Pacom kama alikuwa na pele firo, yani kama alikuwa anatembea maeneo mengi uwanjani ni kazi ambayo, na kwa muda mwingi ukienda katika uwanja wa mazoezi e, kabla ya mechi ile na kwa wakati wa mechi, muda mwingi ni kama ile ex-factor yake ni Pacom zuzwa, muda mwingi alikuwa anazungumza naye. E, na ilisaidia jinsi gani kwamba anakwenda kuwaathiri mchezo na kuwavuruga ile structure nzima ya, ya timu pinzani. Kitu ambacho ilifanikiwa na Pacom, aliwapa wakati mgumu, ndio maana ukaona ule uhuru wakinaekwa maeneo pembeni, akina Prince Dube walikuwa kama wajikumi wote wana e, kuwa na uhuru, maana kazi kubwa alikuwa anafanya Pacom ni kwenda kuvuruga ule muundo wote kwa upande wa timu pinzani. Sasa kwa upande wa mechi ya pili dhidi e, ya JS Kabylie mechi ambayo itapigwa kule Algeria, ni mechi ambayo kiangalia wako ilienda kuathiri katika mechi yao ya kwanza ya kimashindano dhidi ya Ahli ya Misri. Ile mechi kiangalia walikuwa wagenini wala JS Kabylie lakini bado akaingia na mfumo wa kushambulia zaidi wa nne, mbili, tatu moja. Pengine ungeona kwamba labda kocha wa JS Kabylie angeingia na, na, na, na nne, tatu, tatu, lakini akaenda akajilipua akaamua ingia na mfumo huo, kitu ambacho eh, kuna mianya mingi kaanza kuonekana eh, ndomana wakaadhibiwa magoli ya kutosha, magoli manne ni nadra kuona, ndio anashinda eh, ahli lakini so mechi za mwanzoni zile magoli mengi yani huwa anakuwa na struggle ahali, katika mechi za mwanzo mwanzo tunajua ndio, lakini mechi leo unaona kuna vitu vingi alifanya, kashinda goli nne kwa shangaa. Hii imekuja kiutofauti kwa upande wa Ahli, kutokana na, nafikiri na jinsi ambavyo kwa upande wa JS Kabylie waliingia na kitu ambacho kilikuwa kina kutoa heshima katika mechi ya ugenini, kitu ambacho iliwaathiri Simba katika ile season yake ya kwanza, mara baada ya muda mrefu akawa anapigwa tatu tano zile. Ile nakumbuka kipindi kile kwa kocha alikuwa Eh, anavyopanga nyumbani na wageni vile vile, nyumbani alikuwa na mwanzisha Okwi <laughs> eh, Boko <laughs> na, na Medi Kagere <laughs> <gere. laughs> katika ile 433. Maana manake alikuwa ni muumini wa 433. Ile ili watu wa juu, Boko, Kagere, Okwi wale, Kagere wote timu inapokwenda mpira kuna athari inaonekana ina alivyoenda wagenini hivyo hivyo 433, Boko, Okwi, Kagere akapigwa tano tano zile tano tano tano. Maana yake alikosa ile nidhamu, na ni kitu ambacho kwa upande wa jesi kabli pengine, uh, tabia ya kocha na muundo wake inaweza na athari kwa upande wake. Kwa hiyo nafikiri kocha wa Yanga amekuwa tabia ya kuwa na jua hii mechi na kuja na mpango gani, na inawezekana mechi ya, ya kesho tukaona naingia na mfumo wa tofauti na hasa akiwa genini.